Joto la mwaka huu, mji huu na joto, utadhani ni kitovu cha jua. Si hapa tu, hata kule kijijini tunapata makali yake. Mimea haina afya, inajukunjiana njiana na kunyauka. Lo, basi mwakani tutakuwa na kipindi kigumu, hasa sisi tunaotegemea mfuko kwa kila aina ya mahitaji. Nususu ya mambo ni kwamba mm, zaja siku za Mungu, na kama unavyojua hiyo ni safari ya kesho, na safari ya kesho huungwa leo. Mm, usemao ni kweli mama Wasiawai sasa, ulimaji watawapa kwenye biashara fursa ya kuuzia bidhaa kwa bei ya juu. <laughs> watawapunja kweli. <laughs> Mama nao uishi mizaha. Mzaha gani mwanangu? Huo ndio kweli, japo tunasema huku tukicheka lakini, lakini ndani ya vicheko vyetu zimezikwa kero zetu, kama anavyosema muungwana, hununa moyoni sio usoni. Mama naona umechoka. <laughs> Safari so hii ni maji ya mbizi, kikiwa sisi wenye kubebwa hali ni hii je, nini na, na manahoda, unaganda siku mzima kuchuana na nami. <laughs> Mama ni ukweli, nyumbani ni mbali na hapa, ila hatuna budi kila zuri litakalo lazima mpaka ufike huku mjini. Nyumbani hakuna maendeleo, na yenyewe yanakuja kwa kudoda. Wamesema hivyo tangu tukiwa watoto wadogo wa kuwa maendeleo yaja, hakuna kubwa lililofanyika, na kama kubwa ni hizo ahadi zao kubwa kubwa. Usiseme hivyo mama, tena si vizuri kukata tamaa. Tunakatishwa tamaa hao na hao hao watuleteao hizi misemo na nahau. Tungeyajuaje wenyewe? Wana maneno tepeke tena, hodari wa misemo na nahau.